Katika timu zilizopewa takwimu nzuri za kuchukua ubingwa wa Afrika kwa kwenye kombe la shirikisho Simba Sports na 30, wanaofuata wote wana 20, 10, 15, 5, 2. Simba Sports asipoenda fainali msimu huu ka kautakayee, Diadora makao makuu yake ni Italy, kwa hiyo hawezi kupeleka mzigo China. Watapeleka mzigo wapi? Kwa kina Benito Mussolini, sawa hmm. Tuje katika mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch tumeiona tume, tume mchezo mechi ya kwanza Zanzibar pale. Nini ambacho Simba wanapaswa kufanya katika mchezo wa kesho kuhakikisha wao wanasonga katika hatua inayofuata, kwa sababu sasa hivi ni mchezo wa knockout? Na je tutegemee kuwaona Stellanbosch watacheza kama vile ilivyokuwa Zanzibar? Anikuambie Jofu, sisi Watanzania hatufuatili hatu mpira hmm, na sisi kutaka tunyime maarifa weka kwenye vitabu watotoboi hawa Stellanbosch tangu hapo kwenye hatua ya makundi, wakavuka hatua ile, watu wa mpira walianza kuifuatilia Stellanbosch ni timu gani. Ilivyotenga robo fainali, si ndio? Ikapangwa draw pale ya robo fainali, Simba alikuwa anamtaka Stellanbosch kama nakumbuka vizuri. Kwanza kabla hivyo kwenye makundi tu, watu walikuwa na expect kwamba Simba atawa kune moja na nani na Stellanbosch lakini Stellenbosch kapita kapita kapita kwa pointi tisa kwenye kundi lake, pointi tisa kwenye kundi lake, alikuwa anaongoza, alikuwa na pointi 12 13 kama sio 15 kabisa. Lakini Stellenbosch wamekija kwenye robo finali, wakacheza kirobo finali ule, ndo mpira wa Stellenbosch wa kipindi cha pili cha Simba. Watu wa, watu wafuatili hichi kitu, ile game walivyocheza kipindi cha pili, ndio aina uchezaji ya Stellenbosch. Fuatilia Stellanbosch dhidi ya, ya Stade Malien. Fuatilia Stellanbosch dhidi ya, ya, ya, ya RS Berkane si ndio? Fuatilia Stellanbosch dhidi ya Zamalek, mechi zote mbili utagundua ni timu inacheza vipi. akisub Stellanbosch weakness zake ni kwamba akishambulia anafungwa. Ndio weakness ya Stellanbosch. <laughs> Mimi sitaki kuongea sana kuthibitishia hili. Mechi ya Simba na Stellanbosch Zanzibar. Simba, kama ungekuwa umakini kidogo unapata zaidi ya magoli mawili sae, sae, kwenye ile mechi. Sahihi. Stellanbosch alifungua kwenda kushambulia, yule ni shaza akakosa goli huko. Unakumbuka? Mm. Wakatoka kwa counter attack. Ule ndio mfumo wa Stellanbosch kwenye kucheza. Stellanbosch amecheza na RS Berkane nyumbani kwake kule kule kule e, Afrika Kusini hmm. Mechi ya kwanza anapigwa tatu moja nyumbani kwake, pigwa tatu moja na Aris Berikan kwa kutaka nini? Kufunguka, kafunguka rrr, rrr, wanaweka wanarudi, hey, tutafute goli wanawekwa la pili wanawekwa la tatu, tatu moja thalatha bin wahid hmm. Wamekuja hapo mechi ya pili nyumbani kwa, kwa Ares Berikani. Wakataka wapate chochote ili waweze eh, hmm. Wa kuwa na uhakika wa kuweza kusogea tu na ufuata. Sababu ile mechi makundi hiyo wamepigwa nje ndani nakwambia. Mm. Wametoka pale kapigwa goli tano na Ares Berikani. Atoe makundi hiyo kapigwa goli tano. Fuatilia walivyocheza. Sio kupigwa goli tano. Fuatilia walikuwa wanachezaje? Pale wana mtu mmoja aitwa Nkiba. Hmm. Mkiba ndio ubongo wa timu. Kama Yanga unamwita Khalid Aucho ndio Mkiba wa Stellanbosch. Mkiba, timu ikimshambulia sana ana ana, ana ana, act kama Mudathiri, box to box midfielder ana. Anasahau majukumu yake kama kiungo wa chini. Kukisha sahau ma, ma, ma, majukumu yake kama kiungo wa chini, maana wale ma center back wanabaki wazi. Yule Ismail tule yule mwenye kibrich kichwani mm. Sindio? Yule hana tofauti na Chamuka Labu. Nguvu ni nyingi, maarifa kidogo. Sawa, yule unampatia mtu ambaye ametulia tu kidogo kwenye eneo lile. Simba anapata free kick nyingi, Simba anatangaza penalti za kutosha sababu ya yule Ismail Toure kama Nkiba akiamua, kwa sababu sasa timu ikashambulia ni ipe push kwenda juu. Kumbuke Jean Shaza na misingi wana, wana ngoma anaweza kupiga kuvusha mipira nje au nyuma migongo ya walinzi wa Stellanbosch. Wanaweza kaishi hivyo, Simba Sports tutoke hapo wana mtu anaitwa Nduli alifunga goli la kuwatoa Zamalek. Mm. Nduli kwa kawaida ni starter, ni, ni, regular starter kwa kikosi Stellanbosch. Lakini mechi inapohitaji kutokushambulia haingii anaachwa benchi pale. Wana mtu anaitwa Leseba Nkuu. Leseba Nkuu alikuwa Marumo Gallants, wanamjua Yanga Afrika. Mm. Ni winga ambaye anatumika pale kiungo mshambuliaji lakini timu ikiwa iko chini Reseba Mkuu atatumika, lakini timu ikishambulia haingii yeye. Wanaita watu wengine kwao. ni timu ambayo kwa watu walioistadi vizuri, unajua kwamba za weakness za Stellanbosch ni hizi. Yani Stellanbosch akisema kaishambulie Simba na Simba washambulie wasikae chini, washambulie, yani ile mechi inaisha tatu mbili tatu moja tatu nne ile game o, kwa mantiki hiyo bado ni mchezo mgumu, pia kwa Simba ni mgumu kwa sababu wako ugenini Simba, lakini ukiangalia jinsi wameenda kupeleka mechi yenyewe kwa Durban, yaani sawasawa hmm. na Simba tu hapa mechi apeleke Warabuni, ana shabiki kule Simba. Warabuni hana. Hana. Kwa Durban hmm. sio sehemu ya mashabiki wa Stellenbosch, alafu ni timu ngeni haiwezi kuwa na fan base kubwa hiyo lakini wamewekeza vizuri, wachezaji wazuri niliowataja wote hawa ni ligi ya South Africa wamecheza sana, wachezaji niliowataja, lakini kuna Nigeria pale, umenielewa? Wameleta wa Nigeria pale, wameongeza nguvu, umenielewa? Wameongeza nguvu kwenye kikosi chao. Lakini ugumu wa mechi ni kwa sababu ni mpinzani ambaye yuko ugenini, lakini Simba kwa msimu huu ametuonyesha ni timu ambayo popote anapocheza anamiliki mpira atengeza nafasi, mm. kwa hiyo sio timu nyepesi Simba Sports kuifunga. Lakini cha mwisho Simba ili afungwe na kutolewa maki afungwe mbili sifuri, si ndio? Hmm, mbili sifuri. Tujiulize Simba hii unaweza ukaifunga mbili sifuri kwa timu kama Stellenbosch? Haiwezekani. Simba utamfunga mbili sifuri ikiwa labda, sio ni timu gani, lakini kwa Stellenbosch haiwezi kumfunga Simba mbili sifuri, mark my word, haiwezi kumfunga Simba mbili sifuri, na ikimfunga mbili basi ujue Simba na goli moja maana yake anasonga. Simba na uwezo wa kupata goli mbele ya Stellanbosch kwa aina ya uchezaji wa Stellanbosch, yani namna anapocheza Stellanbosch, lazima Simba apate bao, labda tu wenyewe waamue kufanya hivyo. Simba kwenye mechi moja first half, dakika 45 wana create nafasi kumi na saba wanapiga shuti of target saba mpaka kumi wanapiga shoot on target nne mpaka tano mm. Sina nielewa vizuri. Hiyo ni timu ambayo ipo kwenye kiwango bora sana katika katika katika timu zilizopewa takwimu nzuri za kuchukua ubingwa wa Afrika kwa kwenye kombe la shirikisho. Simba Sports wana asilimia thelathini. Wanaofuata wote wana 20, 10, 15, 5, 2 kombe la shirikisho. Huyu Aris Berikani ambaye tunamwona ndio mpinzani alikuja kumpinzani wa Simba. Yeye mwenyewe ana asilimia 22 kuchukua ubingwa wa kombe la kombe la shirikisho. Simba na 30 plus kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Sasa huyo mtu lazima ukamfuate uka ukomnyemelea. Uka umenielewa kitu? Chukua vitu hivyo. Simba Sports asipoenda finali msimu huu ka utaka yeye. Sawa, so, hayo ni maneno ya Peter Pasha anakuambia Simba asipoenda katika hatua ya fainali yeye mwenyewe ndiye ambaye ametaka. Sisi tunaishia hapo. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Wanyakyusa TZ Tanzania. Tusubiri dakika 90 za mwamuzi pale Durban, nchini Afrika ya Kusini. Je, ni Simba ama Stellenbosch kwenda hatua ya fainali?